Tukiendelea na masuala ambayo tunayapokea moja kwa moja kupitia watazamaji wetu, hasa katika upande wa YouTube, mmoja ya watazamaji wetu anauliza ya kuwa yeye ana duka na pembeni ya duka kuna majirani zake ambao nao wana maduka. Wanapokuja watu kununua bidhaa e, wana, wanawaambia hizi bidhaa tunazo, lakini ngoja tukawachukulieni store mara moja, kumbe wanakwenda sehemu nyingine na wanakuja kuwauzia uzi, zile bidhaa kwa bei ya juu. Hii hukumu yake imekaa vipi?

au usiuze mpaka umiliki, au usiuze ambacho huna. Sasa huyu muuzaji, ikiwa hamiliki bidhaa ile au hana bidhaa hiyo, asimwambie kwamba bidhaa hii ipo kwa bei yake na bei yake ni bei kadhaa, wakati bidhaa ile hana katika uhalisia. Ni bora amwambie kwamba bidhaa hiyo mimi sina, kwa hivyo nikakununulie, nitume kakununulie katika duka la mtu mwingine, na inauzwa kiasi fulani, kiasi fulani, na mimi nilipe kiasi fulani cha kwenda kukununulia ile bidhaa. Naam. Ah, wewe kwamba amuoneshe kwamba duka mimi sina duka bidhaa hiyo. Lakini duka fulani duka fulani ipo kanunue ili awe na khiari mwenyewe na ridha yake mwenyewe. Kwa akisema kwamba ipo kwa bei kadhaa kisha yeye ndio kanunue ape pesa alipo yeye pesa ya kitu ambacho hana. Naam. Kisha kanunue ndio aje kumuuzia huyo. Atakuwa ameuza kitu ambacho hana. Hana. Na hii ndio katika zile buyu'i dharari wal gharari. Baadhi wakati naoje kama vile kwamba katika zile biashara zenye gharari zenye udanganyifu ndani yake. Ndio au zenye varari zenye madhara ndani yake. Mfano, ameshamwambia kwamba bidhaa hii ipo store, ipo store na bei yake ni shilingi fulani. Ndio, na hiyo store hana, anategemea kwamba kanunue kwa duka la mtu kisha mletee bidhaa hiyo. Ndio, bei ushakubaliana tayari. Kufika kule bidhaa ile imekwisha, haipo katika duka la mtu mwingine. Naam, au kafika bidhaa ile ipo, lakini bei yake si ile aliyomtajia huyu mnunuzi katika katika mazungumzo yake Naam, mnaitabidi akirudi na huko bwana samahani isahau bei ni nimesahau. Kumbe hakusahau, hakusahau. Amekuta bidhaa ile bei si si atachukua kitu ziada basi atafute uhalali wake kwa kumwambia yule mnunuzi kwamba bidhaa hii ilikuwa haiko kwangu, mimi na mimi nimenunua kwa mtu mwingine, akaja kukuuzia wewe. Au ilikuwa atafute tu njia nyingine, basi subiri, na huja nao sasa hivi bidhaa ina fulani, akatafute kwanza, aipate, aje nayo, kisha awe nayo shamiliki tayari, ima amekopa na ima amenunua, kisha aiuze baada ya kuwa yeye mshamiliki. Vinginevyo haifai kuuza kile ambacho mtu hakimiliki mwenyewe, umiliki halisi. Wallahu taala